Muda huu tunakusogezea idadi ama namba ya waliokamatwa kutoka kwenye ule mkeka wa jeshi la polisi uliotoka Novemba 7 mwaka huu wa 2025 ukimhusisha Askofu Josephat Gwajima, Godbless Lema, Amani Golugwa na wenzao. Mpaka muda huu kwenye ule mkeka kunao baadhi ya viongozi tayari wameshakamatwa na wako chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Mkeka huo ulikuwa na viongozi kumi ambao wamekuwepo kwenye target za jeshi la polisi, huku wakituhumiwa kufuatia yaliyotokea siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2020 na tano. Mpaka sasa mkeka huo umepungua, kwa maana kwamba jeshi la polisi tayari limekwisha kuwakamata baadhi ya watu kutoka kwenye mkeka ule. Kuhusu Askofu Josephat Gwajima, wakili wake ambaye ni Peter Kibatala amesema atatoa taarifa kumuhusu. Hivyo kuhusu habari hii ya Askofu Josephat Gwajima baada ya kutajwa kwenye mkeka ule, tutakwenda kuitazama na kusikia ni kipi ambacho amekisema. Wakili wa Askofu Gwajima, kikubwa hakikisha tu unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kwa undani yaliyojiri kuhusu waliokamatwa. Mkeka ule ulikuwa na watu kumi tajwa kama tulivyoshuhudia, na sasa nataka tuanze kutazama mmoja hadi mwingine kuhusu waliokamatwa. Tunaanza na namba kumi kwenye mkeka ule kutoka eh kwa jeshi la polisi, namba kumi ni Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Bara. Inaelezwa kwamba Amani Golugwa amekamatwa asubuhi ya leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025 akiwa nyumbani kwake na hii ni kwa mujibu wa wakili wake ambaye ni Hekima Mwasipu, ambapo Mwasipu amethibitisha kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani nchini, akieleza kuwa kwa sasa wanafuatilia kujua ni kituo kipi cha polisi amepelekwa ili taratibu zingine za kisheria ziendelee. kwa sasa naweza kuthibitisha tu amekamatwa, amesema wakili Hekima Mwasipu kwa kifupi. Katika mkeka ule tunampunguza Amani Golugwa na wanabaki watu tisa, ambapo tunaendelea kuangazia mwingine ambaye tayari amekwisha kamatwa baada ya Amani Golugwa. Anayefuata kukamatwa baada ya Golugwa ni namba saba ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pwani na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Boniface Jacob maarufu kama Boniai, muda mfupi uliopita Leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025 Jumamosi, amekamatwa na jeshi la polisi Goba jijini Dar es Salaam akiwa njiani kwenda kuripoti kituoni. Wakili wake Hekima Mwasipu amethibitisha kuhusu kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani ambaye pia ni meya wa zamani wa manispaa za Kinondoni na Ubungo jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa mkeka ule wa watu kumi kutoka jeshi la polisi, sasa wawili tayari e, tunawaondoa wanabaki watu nane. Hakikisha unasikiliza mpaka mwisho ili upate kujua. Mpaka sasa ni wangapi wamekamatwa na wangapi bado wanasakwa kwa mujibu wa mkeka ule uliotolewa na jeshi la polisi. Tunakwenda kwa anayefuata, anayefuata ni namba nne. Namba nne ambaye ni Godbless Jonathan Lema, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo taarifa zinaeleza leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025, Godbless J Lema amekamatwa maeneo ya USA River, Arusha akiwa na dereva wake na ameingizwa katika gari aina ya alfadi na kuelekea uelekeo wa Moshi. Hivyo katika listi hiyo wanapungua watu watatu ambao tayari wamekwisha kamatwa na jeshi la polisi, na hivyo wamebaki watu saba ambao mpaka sasa bado hatujapata taarifa kuwahusu. Jeshi la polisi bado lin, eh, Jeshi la polisi bado linaendelea kuifanyia kazi taarifa hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kuwa waliosalia wanatiwa kibindoni. Kwa upande wake Askofu Josephat Gwajima, wakili wake alipoulizwa kuhusu yeye amesema, nimeona hiyo karatasi lakini inamtaja mteja wangu Askofu Josephat Gwajima nitato, eh, nitatoa taarifa rasmi saa kumi na moja ya kisheria na nini kinafuata, lakini ni mwaka wa kuchoka sana, kuchoka mwili na kuchoka roho pia, lakini Mungu wa mbinguni atatutia nguvu ni maneno ya wakili Peter Kibatala ambaye ni wakili wa Josephat Gwajima, askofu mkuu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima, akizungumza na Jambo TV leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025, baada ya kupata taarifa kuwa mteja wake ni miongoni mwa wanaotafutwa ili kukamatwa na jeshi la polisi nchini kwa madai ya kuhusika kwake kupanga na kutekeleza vurugu zilizotokea nchini Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Katika orodha hiyo wapo viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwemo katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Tanzania bara Amani Golugwa ambaye amekamatwa na polisi asubuhi ya leo, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia Jonas eh, Rupia Mjumbe wa Kamati Kuu, God bless Jonathan Lema, mwenyekiti wa Bavicha Taifa, wakili Deogratias Mahinyila na mjumbe wa Baraza Kuu Hilda Newton. ya kisheria na nini kinafuata, lakini ni mwaka wa kuchoka sana, kuchoka mwili na kuchoka roho pia, lakini Mungu wa mbinguni atatutia nguvu. Ni maneno ya wakili Peter Kibatala, ambaye ni wakili wa Josephat Gwajima, askofu mkuu wa makanisa ya ufufuo na uzima, akizungumza na Jambo TV leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025, baada ya kupata taarifa kuwa mteja wake ni miongoni mwa wanaotafutwa ili kukamatwa na jeshi la polisi nchini kwa madai ya kuhusika kwake kupanga na kutekeleza vurugu zilizotokea nchini Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Katika orodha hiyo wapo viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwemo katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Tanzania Bara Amani Golugwa ambaye amekamatwa na polisi asubuhi ya leo, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia Jonas, eh, Rupia, Mjumbe wa kamati kuu, Godbless Jonathan Lema, mwenyekiti wa Bavicha Taifa, wakili Deogratias Mahinyila na mjumbe wa baraza kuu Hilda Newton. Wengine walioko kwenye orodha hiyo ni pamoja na naibu katibu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambaye pia ni kada wa Chadema Askofu Machumu Kadutu Maximilian; askofu mwanamapinduzi na mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, yani Mnek, Askofu Josephat Gwajima, ambapo taarifa ya jeshi la polisi ilieleza eh, inawasaka vigogo hao, lakini pia wakapewa tahadhari ya kujisalimisha kwenye vituo vya polisi mara moja pindi waonapo taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, endelea kuhakikisha kwamba unatufuatilia kwa taarifa zaidi, na sisi tutahakikisha tunakujulisha ama tunaku, tunakuonesha ubao wa mkeka huo waliokamatwa na ambao watakuwa bado hawajakamatwa. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa majina ya Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika eh, habari nyingine.